Sio wasanii wa Kenya peke yake waliwahi kulalamika ya kwamba Diamond Platnumz amelipwa hela nyingi zaidi ya wao ambao ni wenyeji. Kisa hichi kimejitokeza tena wikendi hii iliyopita wakati Diamond Platnumz alitua nchini Uganda kuperform kwenye tamasha moja kubwa ambalo waliliita Coffe Marathon Concert. Inasemekana show aliyoifanya Diamond Platnumz alilipwa kiasi cha shilingi milioni mia saba hamsini za Uganda, ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi milioni mia sita za kitanzania au zaidi ya milioni ishirini na saba za Kenya ila msanii Allan Toniks amezua gumzo mtandaoni baada ya kushea hasira na machungu yake kufuatia kulipwa kiasi kidogo cha chini ya dola alfu moja kwenye tamasha hilo, huku star wa Tanzania Diamond Platnumz akiondoka na kiasi cha zaidi ya milioni mia saba hamsini za Uganda. Kupitia ukurasa wa X, Toniks aliandika kwa hasira akisema hivi: wanakuja kunipa chini ya dola alfu moja, nikikataa wanasema anajifanya. Milioni mia saba na hamsini za Uganda? Achieni ujinga! Kauli hiyo imezua mjadala mkali sana mtandaoni. Ila wapo wanaoona hatua ya kumleta Diamond Platnumz ni ya maana zaidi, sababu wanavutia macho ya kimataifa, huku wengine wakisema ni kuvidhalilisha vipaji vya ndani, huku fedha hizo zikitajwa kuwa zingeweza kusaidia jamii au kuendeleza wasanii wa Uganda. Wengine wakiwakumbusha kwamba jamii ya wakaazi wa Kiteezi walihitaji milioni mia mbili tu za Uganda kuboresha maisha yao, lakini serikali ikalipa kiasi kikubwa kwa mgeni ambaye hana uhusiano wa moja kwa moja na kahawa. Tukio hilo limeibua maswali kibao kuhusiana na kipaumbele cha serikali na umuhimu wa kuwekeza kwa wasanii wa ndani, huku pia likiwapa changamoto wasanii wa Uganda kuboresha brandi zao ili kupewa heshima wanayostahili. Lakini pia Allan Toniks kwenye tweets ambazo aliendelea kuposti huko kwenye mtandao wa X, kuna sehemu pia anasema anatumai ya kwamba Eddy Kenzo na Bebe Cool walilipwa angalau asilimia ishirini na tano tu kwa hiyo milioni mia saba hamsini za Uganda Diamond Platnumz zalipewa, yaani angalao wawe walipewa shilingi milioni 187 za Uganda. Hapo ni wazi anaoji ya kwamba Bebe Cool na Eddy Kenzo ni brands kubwa, kwa hiyo wanafaa kulipwa hela kubwa, lakini anachohisi yeye ni kuona kwamba watakuwa wamelipwa kiasi kidogo zaidi kwa wale ambao hawamfahamu. Allan Toniks ni mmoja wa wasanii a-list Uganda sasa hivi. Majina yake halisi ni Alan Ampire, amezaliwa mwaka 1987 huko Mbarara, Uganda. Jamani, mtunzi anaimba, anapiga gitaa na pia ni mtayarishaji wa muziki au music producer. Aliingia kwenye game mwaka 2008 na hit single yake inayoitwa Beera Nange ambayo ilimwezesha kushinda tuzo ya Pearl of Africa Award kama best R&B single. Lakini je, ni kweli kuwa serikali za Afrika Mashariki hupendelea wageni kuliko vipaji vya ndani? Niachie kwenye comment section.